itakuwa na faida gani na itakuwa na madhara gani gani itakuwa na faida ama hasara gani? Um, kwa mfano ikiwa tutafanikiwa kumshinda Leon na tukamfunga Athletic Bilbao au Rangers na kufika finali kutakuwa na tofauti ya pauni milioni mia moja kati ya kushinda kombe hilo na kupoteza mchezo dhidi ya Leon. Vizuri, nitakwambia itakuambia, utanielewa tu ikiwa tutamfunga Leon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 hiyo e, uh, lakini ikiwa Manchester pia haifanikiwi kwenda Champions League, kila msimu ambao ukiona msimu unapita, Manchester inaenda Champions League, inapoteza pauni milioni kumi kwa mkataba wake na Adidas. Yani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 Uh, kuanza maisha mazuri kwa sababu msimu wake wa kwanza tu amechukua kombe. Kwa hiyo inaweza ikawa ikawa ikawa jambo zuri sana, kitu ambacho nafikiri kingeza kuwezekana kwa chini ya Ten Hag. I believe Ten Hag alikuwa na hali ngumu sana, hivyo kuna uwezekano angeweza kuchukua Europa League na na na, alikuwa ni kocha wa makombe, kwa hiyo kitu ambacho naamini kabisa kama Ruben Amorim baada anaweza akakifanya. Kwa hiyo hizo ni sababu tatu ambazo nimekupa, kwa nini nafikiri kuchukua Europa League unapaswa kuwa priority kwa klabu sasa hivi.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 Sawa, so, najua kuna wengi mnasema kwamba haiwezekani kuchukua Europa League na, na, na, na pia rafiki yangu pia Mafelling alisema pia kwamba kuna ugumu, tusiongee sana na no ah, so, sorry tukachukua Europa League ama tu tuna tunaongea sana kama, kama ambavyo Mafelling anasema.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 lakini, I don't see wori sana kuhusu Lyon. Mimi nina, nilikuwa na wasasi zaidi, na Real Sociedad kuliko Olympique Lyon. Mimi binafsi ni maoni yangu. Sijui yeye maoni yake. Lakini mimi binafsi nafikiri ilikuwa ni ngumu zaidi kupita kwa Real Sociedad kuliko ambavyo ilikuwa kupita kwa, kwa Olympique Lyon. Nilikuambia kabisa kabla hatujaenda kwa, kwa Sociedad kwamba tukifanikiwa kupita kwa, kwa Sociedad, nafikiri uwezekano wetu wa kufika fainali ni mkubwa zaidi kuliko kama vile ambavyo hatujakutana na, na Real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 nafasi ya kuja kujitetea nyumbani Old Trafford. Kwa hiyo Olympic Lyon, I think tunaweza kumtoa vizuri, alafu sasa hapo mimi mi, kikiwa nilikuwa napanga matokeo, ningependa Bilbao afungwe na Rangers, kwa sababu Rangers, tumesha mfunga msimu huu na tunaweza sana kumfunga vizuri zaidi uh, Rangers kuliko ambavyo ilipo kwa Bilbao. Bilbao na namwogopa zaidi kuliko Rangers kwa sababu ni timu ya Spain.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 Okay. Sawa, asante uh, sana kwa maoni yenu. Maoni yenu ni mengi sana nimeona hapa. Marafiki zangu wengi sana hapa wametokea okay hapa. Simai na Sor anauliza kuhusu uwezo uh, tunao, lakini sisi uh, wenjetu tusijakuelewa vizuri bwana vizuri bwana Simai na Sor.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 ya yeah, baya Leverkusen, lakini pia ni, ni, ni, ni, ni, tunasema ni expert kwenye ile nafasi. Unajua, tunaongelea tunaongelea, sio hiyo. Yeah, right there is a difference between Diogo Dalot and and, Diogo Dalot and Giovanni Quenda. Huyu Jeremy Frimpong expert, ni kazi yake ambayo anaifanya kwa ubora mkubwa. Kwa hiyo tukimpata